Kikosi cha Simba, Simba Sports Club kinawasili hivyo katika dimba la Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Kumbuka hii leo majira ya saa mbili usiku watakuwa na, na mchezo wa pili e, wa ligi kuu ya NBC ambapo watakuwa wanawaalika Namungo kutokea kule Ruangwa, na hivi ndivyo ambao kikosi e, kinavyowasili hapa katika dimba la Benjamin Mkapa e, jioni hii ya leo e, kwenda kumkabili Namungo katika mchezo ambao utapigwa majira ya saa mbili usiku. Tupo hapa Yoma Media, lengo ni kukuletea habari zote na matukio ambayo yanahusu mchezo huu wa siku hii ya leo. Ni Mgunda Juma Ramadhani, kocha wa Namungo, dhidi ya Suleiman Matola, kocha wa Simba Sports Club, na mchezo huu pengine kiangaliwa kwa ukubwa wake kwa ule utani mara baada ya jana Young Africans kutoa suluhu ya bila kufungana kwa hiyo wale ambao wa wanapenda utani hii leo watakuja kuangalia hapa. Je, nyama naye ataweza kupata chochote kitu? Hayo yote na mengineo ni kusubiri dakika 90 ili kuweza kufahamu nini ambacho kitajiri kutokea hapa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam.